Jiingize kwenye hii biashara au kwenye hiki kilimo, kwa sababu hawatakuwa salama. E, ni kwamba wenzetu wa TFS ambao mara nyingi wanafanya e, surveillance kwenye misitu yao, tutashia taarifa na kuhakikisha kwamba dawa hizi, tunafanya operation pamoja. na wale wote wanaojihusisha na dawa hizo tunawakamata na kufikisha kwenye vyombo vya sheria, kuhakikisha kwamba dawa zote zinapotea, hasa kwenye kanda yetu hiki kanda ya Ziwa. E, tuendelee kufanya kazi kwa weledi tuchukue hatua tunapoona viashiria vya bangi au e, madawa yoyote ya kulevya kwa sababu tumeambiwa elimu tuliyopata ni kubwa ya madawa ya kulevya, basi tuendelee kutoa elimu kuanzia katika ngazi ya familia, jamii na taifa kwa ujumla, lakini sio elimu tu, pamoja na kudhibiti na kupambana na vitendo vya madawa ya kulevya, ili kuokoa taifa letu. Kwao sisi kama TFS tuweza kupata elimu ambayo itatupa uh, imetupa mwongozo na mwelekeo wa nini ambacho tufanye tunapokuwa tunadili na watu ambao wanajihusisha na hayo madawa, lakini pia tutakuwa ni sehemu ya watu watakaoenda kutoa elimu kwa jamii. Kwa hatua hii ambayo ni muhimu sana, tutashirikiana na ofisi ya kupambana na madawa ya kulevya pamoja na TFS ikiwepo kuweka joint patrol kwa maana ya kushirikishana eh, namna ya, ya kwenda moja kwa moja kwenye hifadhi zetu na kufanya patrol ya pamoja. Hii itasaidia kupunguza mambo ya, ya watu ambao wanaingia ndani ya hifadhi zetu za misitu na kulima, kwa sababu madawa ya kulevya, ya kulevya yanaharibu ubongo yanaharibu uelewa wa, wa vijana taifa la kesho. Kwa hiyo tutawapa elimu kwa ujumla.